So, nataka tuibariki katika jina la Yesu. i ya kwanza kabisa katika ndani ya nyumba hii na imekuwa ni baraka kwa ombezi wote. Bwana nikukumbuka watumishi wake, nataka tuinene, tubariki kampuni ya Bwana atoken hemu, tubariki kampuni yake mataifa katika jina la Yesu. Baba, katika jina la Yesu Kristo, tunatamkia chakula hii, wala sio chakula tena. Kuanzia sasa hizi ni mataifa, katika jina la Yesu Kristo. Tasama mtumishi wako ametoa hii ikiwa ni sadaka katika juu ya waombezi wote, mfalme wa wafalme, wakati watumishi wako wanaenda kutumia nyumbani, kula na kunywa na kufurahia hivyo ndivyo kampuni yake na itakuwa ikinawili ikipokelewa na mataifa, in the mighty name of Jesus, ikapokelewa na mataifa, hiyo kampuni ikapate wafadhili wengi, ikapate watu wengi, katika jina la Yesu Kristo. Tunabariki sadaka siku ya leo, ikiwa umeitoa katika ume niyamala ohaya, ni kwa sababu ya kubarikiwa, akanawili, akafunguka, akamiliki mataifa, in the mighty name of Jesus.

Hii ni mawe kumi na tatu mawe kumi na tatu kumi na nne ya kuvuka mto Jordan. Ninatangaza leo watumishi wanapotumia na wanapokula, in the mighty name of Jesus, kumiliki kwa ikapanda kwa fadhili, katika jina la Yesu waitwa na sadaka, in the mighty name of Jesus, napoibariki katika jina la Yesu wa Asante kwa mujiza huu na asante kwa asante kwa baraka hizi. Ukabariki mtumishi wako nuka mwonekane kwanzia sasa, note ikang'ae Afrika ikang'ae Europe na ikang'ae Asia In Jesus my name. Asante In Jesus mighty name. Asante my father. Asante mpambe o family oh, kwa sababu wewe ni mwaminifu na wewe ni mwenye haki. In Jesus mighty name.

katika jina la Yesu Kristo mfalme. Nene icho kifurushi ulichokishika, kinede kwa jina la Yesu. Mwambie Mungu abariki. Mwambie Bwana abariki. Mwambie Bwana abariki hicho vikurusi vyote in the mighty name of Jesus. Mwambie Bwana abariki, mwambie Bwana abariki katika jina la Yesu Kristo. In the mighty name of Jesus, mighty God. Katika jina la Yesu Kristo mwambie Bwana abariki, mwambie atende. Mwambie mfanyeni miujiza na ishara. Mnaelee tu kwa kinywa tu mtamka tu kabisa. Hizo baraka mtamka tu kwa kinywa. Mwambie

Katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai, in the mighty name of Jesus Christ, katika jina la Yesu Kristo natangaza baraka kwa maisha yake, akatembea mataifa yote, in the mighty name of Jesus, katika jina la Yesu Kristo tunabariki na tunabariki in Jesus mighty name Amen. Shalom and God bless you.